Akizungumuza wakati wa kongamano la vijana na washawishi wa kidijitali lilofanyika katika kituo kikuu cha uratibu wa mawasiliano Eninga, mgombea wa ugavana Timothy Wanyonyi alisisitiza kuwa kaunti ya Bungoma haiwezi tena kurudia makosa ya uongozi wa miaka iliyopita. They Aliwakumbusha wakazi kuwa maamuzi wa ya uongozi yaliyodumu kwa miaka mingi yamerudisha nyuma maendeleo ya Bungoma na yanaweza kuhatarisha maisha ya wakazi wa kaunti iwapo wapiga kura hawatakuwa makini. Viongozi waliohudhuria walihimiza vijana kumuunga mkono Timothy Wanyonyi wakisisitiza kuwa ndiye kiongozi pekee mwenye mpango wa kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira katika kaunti hiyo na his excellency the governor would like to uh, uh, make a special appeal that upon assumption of office we would like you to create a digital information department under the communications office so that we can help create jobs for all these guys assisting us there. Yeah. Because information nowadays comes from villages deep down there. So, hata kama akiwa kwa village yake lakini anajua mwisho wa mwezi county government inamshughulikia kwa njia yoyote, atafanya kazi kwa nguvu na information itakuwa imejikita mizizi kutoka ground. We have organized the university students who are coming home for holidays. The way we did our meeting in Nairobi you remember so that the information that these people are going to write on social media must be consumed by the people and the young people are the first consumers of every information they do write. Wanyonyi alitaja misururu ya sakata zilizoharibia kaunti ya, ya Bungoma sifa kuanzia zile za toroli zilizodaiwa kununuliwa kwa bei ya juu kupita kiasi pamoja na mitungi ya plastiki iliyotumika kukabili janga la corona. Simuna kumbuka story ya Cherika Ma, story ya Ulibar nani walifanya. It was either wife or a girlfriend. Yes, and we laughed it and it went on and it disappeared like that. Na wao anasema we have a very short memory. M Watu walipiga kelele siku mbili tatu, tukanyamaza, hiyo story ikapotea. Wakati huo huo, mkurugenzi wa mawasiliano Robert Wanyonyi amewataka watumiaji wa mitandao ya kijamii kufuata kanuni zinazoongoza matumizi ya majukwaa hayo wanaposhiriki maudhui yanayohusiana na kampeni ya Timothy Wanyonyi. It's just the confirmation imebaki, but I know our next governor is seated here with us. So, sisi ni ku make sure that we put across verbal information, digital information ambayo inasaidia watu wengine ambao hawajaamua to cross over because politics and campaigning is all about persuasion. You have to persuade that person not with you to come on our side, and we are ready to receive everybody. Let's not brand anybody at oh, atoayata kamaako hapo, siji yako upande mwingine huyo labda ni broker. no we don't want such things we want many people as many as possible na ukinletea mtu umemukoni vinzi kwamba amekuja on our side i can even buy lunch. we want to thank you because you've been supporting us online you supported us even when you didn't know who these people are and we want to appreciate you for that Can we just clap for him Baadhi ya wakazi walionyesha kumuunga mkono Wanyonyi, wakimtaka asirudi nyuma wala kuogopa yeyote katika azma yake wa na na mwishimua mwishimua ya kuikomboa Bungoma. Maona yangu naona mheshimiwa na mheshimiwa wetu la amesema ya kwamba anataka kusimama, e, e, ukavana. Sisi nilikuwa tumemfurahia kwa sababu ni jamaa mchapakazi ambaye amekuwa huko Nairobi tumeona kwa muda mrefu akifanya kazi kwa mara mingi. Mtu asimame tu auze sera zake, wacha mwananchi tu mwenyewe achague. Akiona sera zake ni nzuri, akuchague tu kwa hiari yake, usimshurutishe usipeane ee, fedha. Na hata kama utapeana fedha, na mtu amechagua mtu mwenyewe vile anataka, ameona huyu ndio mtoto mwenye atamfaa kwa maendeleo fulani, yenye amesema, itakuwa sawa kwa kweli Mheshimiwa Timu, umejua hapa Bungoma kaunti walileta mtu wa kwanza, ilikuwa expensive kiti yake ya kukalia kwa ofisi ikawe expensive milioni nne, na alafu wakaleta mtu wa pili, mitungi, mambo ya COVID 19, walikuwa wanakaona tu pesa kwa room. Hawa watu sahizi tumekataa, tumeona mwingine amekuja kama project, alienda kukampenia huko maunda akasema sijui maunda tosha, akakuja na ufunguo kwa sababu walimwamusha mikono. Sisi kama kaunti ya Bungoma saa hizi tumeamua kama ni kupigania haki, mtu mwenyewe ajitokeze, tumuone sera yake, alafu tumuchakue pasipo kushurutishwa na mtu yoyote. Mambo ya watu kuinua mikono, hao tumemalizana nao, hawatawahi kufika hapa Bungoma. Nikiripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix